Mheshimiwa Mama Dkt. Burio Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina, Bwana asifiwe. Amina mama. Amin. Habari za ibada ya leo? Nzuri. Bila shaka imekuwa ni ibada ya baraka kwako. Namshukuru sana Mungu, kama ilivyokuwa kwangu pia. Ndio. Asante sana. Ibada ya baraka. Amina. Amin. Uh, ibada ya leo msingi wake sana ulikuwa ni hitimisho la semina ambayo tumekuwa nayo ya wiki nzima ambayo uh, semina hii me, tumekuwa na mwezeshaji kutoka idara ya elimu, ta, ya, idara ya, ya maombi taifa, na Mungu ametupa neema ya kuwa na wale viongozi wa juu kabisa wa idara hii ya maombi na mnenaji mmojawapo ambao tumekuwa naye mwezeshaji wa semina alikuwa ni naibu katibu mkuu wa idara Mchungaji Libuva. Na bila shaka umeshiriki ama umebahatika kushiriki katika siku za wiki ambazo zimekuwa nazo kabla ya hitimisho la leo? Namshukuru Mungu, niliweza na. kupata nafasi, kwa sababu ibada ilikuwa inaanza baada ya saa za kazi, kwa hiyo na mimi nina, nilipata nafasi ya kuhudhuria. Amina, asante. Sasa, kwa kuwa ulipata neema hiyo ya kushiriki pamoja na ubize ulionao, najua uko bize sana na mambo mengi, lakini umeweza kupangilia muda wako vizuri, unaweza ukawaambia nini wale watu ambao pengine hawakuwepo katika ibada hii na walitamani pia kushiriki ama wamekuwepo, lakini kuna kitu walitamani ufunguka zaidi kadri utakavyoongea wewe, unaona? Umeona nini ulichojifunza? Ah, nimejifunza mambo mengi ambayo nadhani katika mazungumzo haya hatuwezi kuyaongea yote na. Lakini kitu cha msingi ni kwamba mm. tumejifunza kwamba tun, tunafanya maombi sana sisi mm. watu wa Mungu. Hmm. Lakini maombi yetu yanakuwa hayana matokeo kwa sababu hatuombi katika maarifa hmm, na neno la Mungu linasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa hiyo hmm. tunaomba bila maarifa, na kwa sababu hiyo maombi yetu yanakuwa yana matokeo kidogo. Hmm. tunaomba sana hmm, lakini matokeo yanakuwa ni madogo hmm, badala ya kuomba kidogo tukawa na matokeo makubwa. Hmm. kwa hiyo, ukiomba katika maarifa ambayo tumepewa hmm, utaomba kidogo lakini utapata matokeo makubwa, kwa hiyo uh -huh. Ambao hawakuhudhuria semina hawakupata kubahatika, mimi uh -huh. Ningewashauri kwa sababu sisi tuna uh, mitandao ya kijamii ambapo wanaweza wakatupata uh -huh. Ubungo Christian Centre wanaweza uh -huh. Kufuatilia YouTube na uh -huh. Facebook na wapi uh -huh. wakatufuatilia, wakaweza kupata hii semina nzima kule, kwa sababu kwa kweli metufungua macho tumeelewa ni kwa nini watu wa Mungu tuliookoka bado tunakuwa na maisha magumu na bado tunaomba halafu shida ziko pale pale, na, na wakati mwingine tunaona kama wokovu vile ni kama uongo. Yani hatuna pumziko la kweli katika ule wokovu, ni kwa sababu ya kukosa kuomba vizuri. Amen nitwambia hmm, kwamba umejifunza zaidi kuomba katika maarifa ni jambo jema sana. Siku za leo nimeona watu wengi sana wanakimbizana huku na huko kwenye makanisa ya maombezi, na bila shaka katika semina hii imetufundisha pengine misingi hiyo ya maombi kwamba inawezekana watu wakawa wa, waombezi wenyewe na kuombea na wengine mm. Uh, ye katika eneo hilo wewe umeonaje? unaweza bado bado unatamani kwenda kuombewa na mtu fulani mahali pengine au una uwezo wa kufuatilia haya na ukayazingatia, alafu ukajiombea? Ah, uh, ninamshukuru Mungu kwamba mm. katika eneo hilo la kuomba na kuombewa mm. au kuombea watu wengine mm. uh, kwa sehemu, na neema, mm. nina, nina kwa sehemu nilikuwa mm -hmm. yani mm -hmm. mm -hmm. na neema, lakini ninachoweza nikasema kwamba tumeongezewa yale maarifa ya kuweza kujiombea wenyewe na kuweza pia kuwaombea wengine. Amen. kwa sababu uh, maarifa tuliyopewa ni pamoja na kujijua wewe ni nani, mm. haki zako wewe kama mtoto wa Mungu mm. na unapomwendea Mungu umwendee kama nani, mm. e, yani upeleke hoja zenye nguvu mm. Uongee na baba yako kirafiki mm. Usalimiane naye umjulie hali mm. Alafu mweleze hoja baada ya kwenda eh. Kwa hiyo uende na hoja uende mm. na shukurani na mm. sifa uende mm. uongee na baba yako kama baba yako mm. yule wa kimwili unavyoenda mm. kwake mm. eh, baada ya kujitambua we ni nani kwa Mungu. Asante sana. Maana yake tunapoenda mbele za Mungu lazima uende na hoja specific kwamba ni nini unakwenda kuomba. Sio wakati tu, wakati wote ukulia tu mbele za Mungu, unaenda unalia tu unalia tu. Hata kama ni baba yako mzazi unaenda kumwambia juu ya hitaji ulilonalo, pengine ni ada ya shule au ni mahitaji ya kifamilia. Huwezi ukaenda mbele zake kwanza ukanalia tu nalia tu, utakushangaa sana, huyu labda ana tatizo la kiakili. Na Mungu ndivyo hivyo hivyo anavyotuona kama wale wazazi wetu wa kimwili wanavyotuona ndivyo wanavyotuona. Ile nidhamu unaweza kwenda nayo mbele ya mzazi wako wa kimwili ukamuomba, ama yeyote anayeenda kumwendea kwa ajili ya jambo la uhitaji wa kimwili. Ni damu ile ile unaweza ukaitumia kwenda mbele za Mungu, tukamsifu Mungu, tukamtukuza Mungu, tukampa hoja zetu, maana amesema tumpelekea hoja zenye nguvu. Asante sana, Mungu akubariki. Nashukuru sana. Bila shaka, uh, inawezekana wengine pia tukawakaribisha walioko mbali, wakaja kwenye kanisa letu kupokea huduma kama hizi, kwa wale ambao wameshajifunza sasa, ili tukawasaidia katika maeneo haya unawaambia nini wale ambao wangetamani kuja kanisani? Ah, nina ambacho kwanza niongezee katika mm. yale maarifa ambayo tumejifunza mm. Alafu mimi nitawakaribisha mm. <laughs> kwamba tumejifunza pia kwamba mm. ah, Biblia mm. ni kama katiba yaani mm. ni katiba mm. ya raia wa mbinguni mm. ambao ndo sisi Kweli kabisa. Na kwa sababu ni katiba mm. ni kama document ya kisheria mm -hmm. Is a legal document. Yeah. Na kwa sababu hiyo, unapokuwa unaongea na Mungu hmm. unaomba hmm. Nukuu vifungu vya sheria sawa kabisa. Kwa hiyo unapopeleka shida yako kwa Mungu mm. Umwambie Mungu na mm. kifungu Mungu Amen. Ulisema Amen. Katika neno lako ulisema hivi Amen. Umweleze. Kwa hiyo ukishamweleza, kwa sababu mm. ni kifungu umekinukuu kutoka mm. kwenye Biblia mm. na Mungu katika Yeremia moja kumi na mbili anasema, naliangalia neno lako ili apate wow. kutimiza wow. atalitimiza hilo mm-hmm. neno ambalo umemwomba, hiyo hoja ambayo umemwomba haja akakufa. Lakini baada ya hapo sasa, niwakaribishe watu kwamba karibuni Ubungo TAG. hmm. uh, kanisa hili ambalo liko karibu sana na Ubungo Plaza. Amen. ni kanisa la watu waliookoka. hmm. na tunafanya maombi na maombezi bure. hmm. na huduma ya maombezi ipo kila siku kuanzia siku ya jumanne juma mpaka siku ya jumamosi kuanzia saa sita mpaka saa tisa mchana bure kabisa unakuja mm. na wambewa unafunguliwa na unapewa ushauri wa kiroho na hakuna aa, aa, hakuna gharama yoyote ambayo unatakiwa na ibada zetu za jumapili zipo saa moja kamili na saa nne na nusu wakaribie watapata huduma amen Amina Mungu akubariki sana. Asante sana, amina. Asante sana. Aa, wapendwa watazamaji, kama ambavyo mahojiano yamekwenda, tumemsikia Dr. Burio namna ambavyo alipo flow walivyotiririka kuhusiana na semina yetu tuyokuwa nayo ya maombi, na kikubwa ni kwamba amemalizia na neno kwamba Biblia ni katiba, na kama ni katiba, wanasheria wanajua kabisa kwa hiyo wanakwenda mahakamani, wanatumia vifungu vya sheria kujenga hoja na vivyo hivyo tunavyokwenda mbele za Mungu tunapaswa kujenga hoja kwa kutumia vifungu vya Bibilia, maanake uombi sawa sawa na neno la Mungu. Vifungu ni kifungu gani unasimamia? Pengine ni maradhi, ni laana na vitu gani unapitia, vifungu gani vya bibilia ambavyo unapaswa kutumia kwa ajili ya eneo husika tunakukaribisha sana hapa kwetu Ubungo Christian Center, kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, ili uweze kupata huduma hizi za maombi na maombezi bure kabisa, siku ya Jumanne mpaka siku ya Ijumaa tunakuwa na huduma hizi bure kabisa, maombi na ushauri. Lakini utakachofaidika kikubwa ni kwamba tunakuombea, alafu tunakufundisha namna ya kujiombea mwenyewe. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ha, amen. Asante. Amen.